za kitaifa na tunaanzia kwa taarifa hii kutokea jijini Dar es Salaam, ambako wanaharakati wa kutetea haki za wanawake nchini wamemshauri rais John Magufuli kutekeleza ahadi zake kwa vitendo, ikiwemo kuteua wanawake zaidi katika nafasi za juu za uongozi. Wanaharakati hao wamemsisitiza rais Magufuli kuunda baraza la mawaziri lenye sura za usawa wa kijinsia ili kuondoa mfumo dume katika ngazi za maamuzi. Taarifa zaidi na mwanahabari wetu Efrasia Mawala. Wakati bunge la 11 likitarajiwa kuanza Novemba 17 mwaka huu, wananchi wamekuwa na mtazamo tofauti kuhusu baraza jipya la mawaziri ambapo wanaharakati wa kutetea haki za wanawake wamemtaka rais Magufuli kuzingatia usawa wa kijinsia katika ngazi mbalimbali za uongozi. Takwimu zinaonyesha kuwa idadi ya wanawake mawaziri iliongezea kutoka asilimia 148 w 2005 na kufikia 31.25 asilimia 3125 2015 wakati idadi ya manaibu waziri ikipungua kutoka asilimia 3 e 2005 hadi kufikia 24 mwaka 2013-2015. John Magufuli itatekeleza kwa vitendo ahadi hizo hususani katika kuwateua wanawake zaidi katika nafasi za juu za uongozi katika mihimili mikuu mitatu ya serikali yaani mahakama, baraza la mawaziri pamoja na bunge. Hawa wamewataka wanawake waliochaguliwa katika uchaguzi mkuu uliofanyika Oktoba 25 mwaka huu kuwajibika kikamilifu wa kutumikia jamii iliyowapa ridhaa. Kuna wanawake walikuwa kwenye viti maalum, lakini baada ya kuona kwamba kwa viti maalum pia hauna usawa, unawanyima fursa. Kwa mfano, mtu wa kiti maalum hawezi kuwa na mfuko wa jimbo. Saa nyingine unakuta ni kama vile hana jimbo, akifika jimbo anaonekana kama vile anaingilia jimbo la yule aliyopitia jimboni. Kwa hiyo nao wameingia kwenye kinyang'anyiro na wengine wameshinda. Hiyo inatuonyesha wazi kwamba wanawake wanaweza, iwapo tu kwamba tutaweza kurekebisha uwanja, tutarekebisha ile mifumo ambayo inawakandamiza wanawake washindwe kushindana vizuri kwenye kinyang'anyiro hicho tutaweza kweli kuwapata wanawake wengi kuingia majimboni. Swala la kusema viti maalum vinapatikanaje kwenye vyama vya siasa, kusema kweli, hata sisi wanaharakati saa nyingine tunaona kwamba ni mfumo ambao ndio unasababisha kwamba saa nyingine hivyo viti maalum visaguliwe kulingana kweli na, na, na uwezo wa mtu na mtu amewatumikia wa wa wa vipi wananchi, kutokana na kwamba vinalalia sana kwenye chama. Baadhi ya wanawake wajasiriamali wamewataka wenzao walioshinda nafasi za udiwani na ubunge kuwa mstari wa mbele kutetea haki zao ili waweze kujikwamua kiuchumi. Watusaidie sisi wanawake wenzao, na sisi tupate sehemu ya biashara, kama hivi tunahangaika, mvua inanyesha kama hivi unavyoona pale. Yenyewe ndio hilo, sawa. Kwa hiyo wafanye kazi, sio wafanye nani, wafanye uzembe. Sawa, ndio hilo tu. Labda mi nalo waombea na mama wenzangu. Tanzania ni moja kati ya mataifa yaliyosaini mikataba mbalimbali mbali ya kimataifa na kikanda inayoweka misingi ya usawa kwa binadamu ikiwemo haki na usawa katika kushiriki kwenye uongozi wa ngazi zote. Efrasia Mawala, Star TV, Dar es Salaam.